Na 4r na aliposema 4r akasema 4r r ya kwanza itakuwa inamaanisha reforms, yaani marekebisho au maboresho r ya pili akasema itakuwa rebuild. Rebuild maana yake ni kujenga upya, yaani kitu kilikuwa kimeharibika, sasa unajenga upya ara nyingine akasema itakuwa resilience, uvumilivu au ustahimilivu, na ara nyingine akasema itakuwa ni itakuwa ni, nimesema resilience, nikasema rebuild, nikasema reform na ya mwisho ni reconciliation maridhiano. Sasa ndugu zangu, katika nchi yoyote ya kidemokrasia duniani tangu kuumbwa kwa dunia hii, kwenye nchi yoyote ambayo haiamini katika udikteta, kitu muhimu duniani ni maridhiano. Kwa maana ya kwamba hakuna sehemu unaweza ukawa unapata asilimia mia kwenye kila kitu, lazima kuna give and take, kuna kupata na kukosa, yaani wewe uchukue kidogo na mwenzako achukue kidogo. Ndiyo maana ya maridhiano. Maridhiano haimaanishi kila mtu achukua asilimia mia, mwingine apate sifuri. Maridhiano ni kwamba kuna mwingine atachukua kiasi fulani na mwingine atachukua kiasi fulani, na kingine kinaweza kikakosekana. Hiyo ndio maana ya maridhiano, ndugu zangu. Hata kabla ya hizi serikali tulizo nazo, kwa Waislamu mnafahamu, tatoa mfano kwa Waislamu ili niweze kueleweka. Wakati Mtume Muhammad SAW alipokuwa bado yuko duniani, aliwahi kuingia mkataba unaitwa Wahudabia. Kwenye mkataba huo wa Hudabia ambao aliingia yeye kwa niaba ya Waislamu dhidi ya Makuraish kule Maka, ambayo ilikuwa na nia ya kuhakikisha Waislamu wanaenda umla alikubali baadhi ya vitu ambavyo kwa hali ya kawaida asingeweza kuvikubali kwenye ule mkataba. Kabla ya kusaini, moja ya vigezo ambavyo vilikuwemo mkataba ulikuwa umeandikwa kwenye sehemu ya mkataba, kuna maneno yalikuwa yameandikwa bismillahi rahman e, bismillahi rahimu, na kuna sehemu palikuwa pameandikwa Muhammad rasulullah ambayo ni maneno yanayosema kwa dini ya Kiislamu kwamba Mungu ni mwenye rehema na nini, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehema na naye rehemu, lakini pia kwamba Muhammad ni mjumbe wa nani, wa Mwenyezi Mungu. Lakini kwenye, kwenye kutaka kukubaliana na mkataba ule, ili Waislamu waweze kuruhusiwa kwenda umla, alikubali kuyafuta kwa muda yale maneno kwenye mkataba. Ndiyo maana ya maridhiano tunaliona, ndugu zangu. Kwa nini alifanya hivyo? Ni kwa sababu alikuwa anataka amani na alikuwa anataka kufanikisha malengo ya Waislamu kwenda umra. Sasa katika nchi yetu, nchi yetu tunasema ni nchi ya kidemokrasia. Ukisoma ibara ya tatu ya katiba yetu Ninaomba niisome ili watu wote mweze kusikia na muone tunachokisema kama ni sawa au si sawa. Inasema, Jamhuri ya Muungano wa, wa Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini, yenye kufata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa nchi yetu msingi wake ni nchi ya kijamaa, lakini pia ya kidemokrasia na yenye kufata mfumo wa, wa vyama vingi vya siasa. Kwa maana nyingine ni kwamba kama kuna vyama vya kisiasa vingi na kama kuna mfumo wa kidemokrasia, lazima kuna sehemu mtakuwa mnapishana na kuna sehemu mtatakiwa kuingia kwenye maridhiano. Ndio maana yake. Sasa nataka muone huyu rais anayesema yeye anaheshimu for ala, ni kweli kwamba wanachokilalamikia CHADEMA yeye hakioni? Na je, haina haja ya kuhitaji maridhiano? Naomba niende ibara ya sabini na nne ya katiba hii. Ukisoma ibara ya sabini na nne ya katiba hii inasema, kutakuwa na tume huru ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo itakuwa na wajumbe wafatao watakaoteuliwa na rais. Inasema mwenyekiti, ambaye atateuliwa na rais, makamu mwenyekiti na wajumbe wengine. Ibara ya sabini na nne. Sasa, ndugu zangu, kwa hii ibara ya sabini na nne, rais ndo anayeteua mwenyekiti wa tume na ndo anateua ma, makamu wa tume, lakini pia ndo anateua wajumbe wa tume rais yaani, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinaingia kina, kina, kina kwenye uchaguzi dhidi ya vyama vingine, lakini huyo huyo naye anaingia kwenye uchaguzi yeye yeah, ndo anateua wajumbe wa tume, kwa mujibu wa ibara hii. Yaani ni sawa na kusema refari ana upande tayari, halafu huyo ndio anawaleta, anakuja kuambia ingieni, tucheze, mimi nitachezesha vizuri kwa mujibu wa ibara hii. Sasa ukiachana na yeye kuteua wajumbe, kibaya zaidi, kibaya zaidi, licha ya kwamba yeye ndio anateua wenye viti wa tume na wajumbe, kibaya zaidi kwenye hiyo tume ameteua mpaka mjumbe ambaye ni mwana CCM kabisa, mnamfahamu Omar Ramadhani Mapuli, Omar Ramadhani Mapuli amewahi kuwa mwenezi taifa wa sisi Mapuli, lakini pia amewahi kuwa balozi wa nchi yetu, amewahi kuwa amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, eti naye ni mjumbe wa tume hii. Halafu unategemea aje atende haki kwa vyama vyetu? Kama haifai Ibara hii hii inampa rais uwezo wa kuwaondoa hawa wajumbe. Inampa rais uwezo wa kuwaondoa na inasema, ukienda ibara ya sabini na nne ibara ndogo ya nne na ya tano inasema rais aweza kuwaondoa katika madaraka wajumbe ya tume ya uchaguzi kwa sababu ya kushindwa kutekeleza kazi zake, ama kutokana na maradhi au sababu nyingine yoyote. Sikiliza hapa. Yaani, rais anaweza akawaondoa hao wajumbe watume kwa sababu mbalimbali mbali, ikiwemo sababu nyingine yoyote. Yaani, kwa lugha nyepesi, akiamua akiona hakupendi au umechana vibaya siku hiyo, umevaa vibaya, huna suti, anaweza akakuondoa. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba hii imesema kwa sababu yoyote, rais anaweza akawaondoa wajumbe watume. Hii inamaanisha nini? Hii... ukienda ibara ya, ibara ya kumi na moja ina mamlaka ya kuweza kufanya jambo lolote kwa nia mbaya au nzuri, kwa sababu katiba imewaruhusu kuweza kufanya chochote na usiwalazimishe au chama cha siasa kistoe maoni. Na kama haifai ibara hiyo ya sabini na nne ibara ndogo ya kumi na mbili inasema huwezi kwenda mahakamani kuhoji chochote kilichofanywa na tume. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba hii tume ikifanya lolote, ukienda mahakamani utaambiwa huruhusiwi kuja kuhoji, kwa sababu katiba imekataza chini ya ibara ya sabini na nne ibara ndogo ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Kama haitoshi, kwa, kwa, kama haitoshi kwenye katiba hii hii ambayo nasema, tume inateuliwa na rais, tume inateuliwa na rais na rais ana mamlaka ya kuwaondoa, huyo anashiriki kupitia chama chake Akitangazwa vyama vingine vikitaka kulalamika, kwenda mahakamani, ibara ya 41 ya katiba hii inakataza kwamba matokeo ya rais hayaruhusiwi kwenda kupingwa mahakamani. Soma ibara ya 41, inakataza kwamba uchaguzi wa rais haupingwi mahakamani. Kwa hiyo, kwa lugha nyepesi ni kwamba hii katiba inabeba mfumo wa chama kimoja na inapendelea chama cha CCM. Ndio maana tunasema tunahitaji mabadiliko, ndio maana tunataka reforms. Tunaposema reforms, tunamaanisha haya mambo yabadilishwe. Hiyo nimezungumzia tume. Vipi kuhusu wakurugenzi, ambao mnafahamu wakurugenzi wa wilaya na halmashauri zetu, wengi ni makada wa CCM. Wapo waliokuwa wanashiriki uchaguzi kama wabunge, wakikosa wanapewa ukurugenzi. Uongo? Halafu hao ndio waje kusimamia uchaguzi ambao Chadema itashiriki. Ndio maana tunasema tunahitaji reforms, na rais alisema wakati anaanzisha 4R kwamba moja ya kitu muhimu kwake itakuwa ni reforms. Halafu tunasema reform wanazikataa. Anasema kutakuwa hapo na reconciliation. Tunasema hii inaunga mkono le... No, no no reforms, no election. Sasa, ndugu zangu wa Singida